Shughuli yangu ndo kama hii hii ana majiko a nikuika asubuhi nikupanda hapa, kama mvua haijanyesha nafasi ya kutengeneza inakuwa angarau kidogo inapatikana, isipokuwa kama mvua imenyesha, inabidi tutulize kwanza. Yawezekana ikanyesha hata muda masaa sita saba na kuendelea, kwa hiyo kwa hapo sasa nakuwa sina kazi nyingine ya kufanya, sababu nakuwa nimeigama naisubiri kwanza ili eneo la kazi likauke kwanza, nipate namna ya kutengeneza, kwa sababu ni eneo tu ambayo linakuwa liko wazi na ndio linatakiwa na linahitajika kwa kazi yangu kama hii. Changamoto unazokutana nazo kwenye hii kazi, kazi inakuwa ni ngumu, lakini wateja wanapokuja kuangalia, hawatofautii hata yale majiko ambayo ni imara na mengine ni mepesi. Yeye mteja anapofika anataka kununua kwa bei ndogo, hata kama umetumia kifaa kigumu. Wakati hapo mara unakuwa, unakuwa na umejitengeneza kwa muda mrefu kweli kweli kweli. Wakati mwingine okajitengeneza kutaa changamoto kama izohizo hizo, atajua nawagari kabida ile kivulini kupumzika, hata hizo ni changamoto vilevile. Huu utengenezaji huwa unahitaji vifaa magumu kama mabati ya ainayakipa au madisha kama haya, sema sasa, mtu a tunashuuliza kwa mabati mepesa jiko linachukua muda mchache, ila ukitengeneza kwa mafuta magumu jiko linachukua muda mrefu, na ambavyo jiko lenye uimara linatakiwa linunue kwa bei kama ya elfu kumi na mbili ita na kuendelea. Sasa mteja anapokuja akikuta lile gumu na jiko lepesa sana sana, sababu wengi wanapenda kuchagua anataka abebe lile jiko gumu ambalo litakuwa lina gharama ya juu kidogo, ila analitaka kwa bei ndogo. kata hizo ni changamoto tunazokana nazo sana. Hata wateja itakiwa angalau anajaribu kuangalia vifaa ambavyo ni vigumu, kumwambia bei alizike nayo mahuvupi sio atake kutukunda kwa sababu hata vifaa vyenyewe vinasumbua. Mara nyingi mabati kama haya huwa tunayanunua kwa kilo, ambapo kila wakati mwingine tunauzia hata elfu moja mia mbili, elfu moja mia tano na kuendelea. Sababu u umeangalia hata hiyo kitu ukaangalia na muda uautumia kwa kutengeneza i hey, wanazosimulia kwa kweli ambazo nakuta haziwezeshi yako. Serikali na inapendelea wengi watumie majiko ya gesi, lakini kuna watu ambao wana hali ya chini, uchumi wao hautoshelezi kwa kununua majiko hayo. Ndio maana tunazidi kutengeneza haya ili hata wale watu wa chini waweze kumudu gharama, hata kutengeneza kazi tupu Kweza kana, kweza kwa mafundi kama mimi, angalie namna ya wa mitaji, wakati mwingine unasumbua. Taasisi za mikopo zipo, isipokuwa zinakuwa na masharti magumu kiasi, maana kuna wengine wanahitaji kuendeleza kiuchumi, ambao ni mafundi kama mimi, ningeomba ni kama kuna uwezekano serikali au halmashauri au hizi taasisi ambazo zinahusika na mikopo iwepo angalau ya kiasi ambayo inaweza kaendana na watu wenye shughuli kama hizi, wawezeshwe.